Kwa ajili ya surprise, wakati wewe baba unamwona binti yako ni mtoto wako, binti yako anakuona wewe ni mume wake. Mume wa kwanza wa kila mtoto wa kike ni baba yake, na mke wa kwanza wa kila mtoto wa kiume ni mama yake. The moment mwanao anagonga miaka minne ikiwa ni wa kike au wa kiume. Wa kike anakuona wewe baba kama mume, wa kiume anakuona wewe mama kama mke. Na ndio maana wamama wote wanajua, wamama wote wanajua binti akifika miaka kumi na tatu huwa kunaanzaga kuwa na mgogoro ndani ya nyumba, binti na mama wanagombania penzi la baba. Kama mwanao hajafika huo umri utaelewa, ngoja afike <laughs> ukipika chakula kibaya anamuonea baba akasema jani gani mama anazingua. Wakati wa mama huko bize na vikoba mumeo akirudi nyumbani binti yako anamvua viatu anampa maji ya kunawa kidogo anampa na juice, anamtreat just like a boyfriend. Exactly. Na anaanza kuchukua vitu vyake anachukua chaji yake anafanyaje mara anampa attitude na babake anamnunia sometime anafanyaje? Exactly as. Na the same wanaume huwa wanafika wakati, wakifikia miaka kumi na tatu, wanaanza kugombania penzi la mama na baba, mtu wa baba wote mjipande kama badu mikijanavo ni bado mdogo, huwezi elewa. Kuna umri utafika, mwanao atasimama kinyume nawe, ataanza kumpambania mama. Ukizingua anazingua Uamini, subiri awe mtu mzima, amchukue baba yake amlete mjini na kaa naye, ndio utajua kama huyu jamaa alikuwa mume wake tangu zamani. Maana baba huwa hawajuani, hawaelewani. Unashangaa, mam, please just come over, come over, anamchukua hapa mlipo. Sijui lakini mnajua wengi wenu wapo ambao wanakaa na mama zao, like njoo. Ah, achana na huyo mzee, anakuwa kwa stress Unashangaa mama anapenda kukaa kwa kijana wake kuliko kwa mume wake. Unashangaa nini kimetokea? Ah, ni nature. Habari ya kushtusha ni hii, kama ndoa ya baba na binti yake haikuvunjika, ndoa ya huyo binti na mume wake itapata tabu sana. Mabinti wote ambao wana bondi kubwa na baba zao na hawakumaliza uhusiano na baba zao na ndoa bado zimesimama, wanasubwaga waume zao vijana wote ambao ndoa zao na mama zao hazikuvunjika hapo. <laughs> <laughs> Najua wanawake wanaisikilizia vizuri, inawahusu sana. Vijana wote ambao ndoa zao na mama zao for some reason hazikuvunjika, halafu jamaa akaoa. Wana shida kuoa. Wanazunguraga hey, wanazungura. Sababu, kwanza lazima huyu mwanamke kwanza apate kibali kwa mke wake wa zamani, anaitwa mama yake. Picha inaanzia hapo. Na akishapata kibali inategemea mama yake ataheshimaye vipi. Katikati mama akichoma, jamaa akachoma. Na anakwambia kama umeheshimu mama yangu, hatuwezi kuelewana. Unashindwa kuelewa mama nimepata kiwanja kimoja hapa maeneo ya Mbezi ci mama ni kizuri kwa kiwanja mama akasema, nisubiri kwanza mpaka nije, hakinunulwe. Sasa ndoa ya mama na kijana wake inavunjikaje, wakati yeye mwenyewe ana mgogoro na mme wake? Una mgogoro na mme wako, kwa hiyo huyu kijana ni anakupa comfort, unajisikia kama mke, unavunjaje hiyo ndoa halo? Mwanaume anavunjaje ndoa ikiwa ana conflict na mke wake? Chumbani kumewaka, anatafuta faraja kwa mtoto wake, wake wa kike na huyu mtoto siianaeeananukia vizuri, anajiona so namna pekee ya kuhakikisha ndoa za we na watoto wako zinavunjika ni kuhakikisha ndoa yenu au mahusiano yenu, basi ndoa inawezekana imeshindikana, lakini mahusiano yenu yanakuwa intact, ili mweze kuwalilizi hawa watoto. Now, this is a very bad this is a very bad statement. I'm about to disappoint you. Mki separate au for some reason mka divorce, unatakiwa kujua, unapomdivorce mke wako, humdivorce mke wako, unadivorce mke wako na wake wengine wadogo, anaitwa watoto wako. Hapo vipi? Hapo vipi? Una divorce na mtoto wako wa kiume, ume divorce fresh. Imeachana, haina shida, tunawaelewa, vitu haviendi, lakini wanaoteswa na separation ni hawa wadogo kuliko ninyi wakubwa, because binti ana miaka mitano tayari kashagongwa divorce, yani mentally kawa divorce. The immediate effect ni kwamba huyu binti anakuwa akiwa na negative perspective toward marriage, toward men. Anana, wanaume hawafai, wanaume hawajipendi, wanaume hawajali. Kwa nini mume wangu wa